Ni Jimson Natson tena kwenye habari za kimataifa. Habari za asubuhi na karibu katika matangazo yetu ya moja kwa moja. Wakati Israel na Iran zinaendelea kufyatuliana makombora katika siku ya tisa ya mzozo unaoendelea sasa, Israel inalenga miundombinu ya nyuklia katika mashambulio mapya, huku vyombo vya habari vya vi Iran vikiripoti shambulio kwenye kituo cha nyuklia huko Isfahan katikati mwa nchi. Vikosi vya ulinzi vya Israel vinasema kuwa vilifanya mashambulizi kadhaa ya ndege zisizo na rubani na makombora kutoka Iran usiku kucha. Haya yanajiri baada ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Bwana Abbas Aragachi kufutilia mbali mazungumzo ya nyuklia wakati wakishambuliwa. Akizungumza na waandishi wa habari jana, Aragachi alisema Iran iko tayari eh, kuzingatia diplomasia kwa mara nyingine tena mara tu uchokozi utakapositishwa na mchokozi atawajibishwa kwa jinai za kutisha zinazofanywa sasa. Nitakukumbusha kwamba huyu bwana Aragachi yeye anasema kwamba yuko tayari eh, kuhakikisha kwamba diplomasia ina, inafuatwa lakini kwa kigezo ambacho anasema kwamba lazima Israel wawajibishwe na kupewa adhabu, ikiwa ni pamoja na kufunguliwa kesi katika mahakama za jinai ambazo e, zimekuwa zikitisha e, na kuumiza watu katika mataifa mbalimbali mbali. Na hilo ndilo ombi la waziri wa mambo ya nje kutoka Iran ambaye anajulikana kwa jina la Abasi Aragachi. Lakini wakati huo huo ni siku ya tisa ya mzozo unaoendelea kati ya Israel na Iran. Mtazamo wako uko vipi, kutokana na kile ambacho bwana Aragachi anataka kukifanyike, lakini pia kile ambacho kinaendelea? Niandikie maoni yako chini ya video hii. Jina langu naitwa Jimson Natson.